serikali itaendelea kuweka mikakati ya ziada ya kulinda haki za watoto nchini. Aidha, mikakati hiyo ni kama ifuatavyo: kutekeleza mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka elfu mbili na 24 hadi 2029 uo unaolenga kutokomeza ukatili kwa asilimia hamsini ifikapo mwaka 2029, kuelimisha jamii kuhusu sheria ya ulinzi wa mtoto. Mathalani, mtu anayekutwa na hatia na kumpata mimba mwanafunzi, adhabu yake ni kifungo miaka thelathini. Na wazazi wasiolea na kutunza watoto, adhabu ni faini isiyozidi milioni tano au kifungo cha miezi sita au vyote kwa pamoja, na kuendelea kupigwa kuibua kampeni za kuelimisha jamii kuhusu haki ya watoto, mfano kampeni ya msaada wa kisheria wa mama Samia ya mwaka 2023 na hadi 2025, na pamoja na kuimarisha mkakati wa ulinzi na usalama kwa mtoto mwenye jamii, pamoja na madawati ya ulinzi na usalama kwa mtoto kwenye shule ya msingi na sekondari. Asante mheshimiwa.